Kwa anatumia ana, ana, ana utaratibu wa, ambao ni, ni ni wa kitapeli tu. Anakuwa huyo sio mmiliki, ametumia jina la Mtanzania. Kwa asilimia mia moja ya manufaa ambayo tulisema yagawanywe kati ya mgeni na Mtanzania, anachukua yeye mwenyewe akidai aki, aki pakubwa huyo, aidha ni dreva ama mhudumu ama, ama wateva ndo inakuwa sababu ya kufukuzwa pale anakofanyia kazi, anakosa na kazi anakosa na, man, na manufaa ameshampa faida. Kwa hiyo tunaweza tukawa na hesabu makampuni ambayo yanashiriki kwenye mradi mkubwa, utaje wowote, tukijua tuna asilimia thelathini inahusu ina, ina wa Tanzania kumbe kumbe, ni ni nie faking tu, kila kila eneo ametafuta namna feki kwao, mnyororo wote unakuta wameweka makampuni yao lakini kwa nembo ya jina la Mtanzania. Sasa wale wote ambao wame, wale wote ambao wamedanganywa wakatumia faking za aina hiyo Hebu tupeni taarifa, tuwalazimishe mnufaike na manufaa hayo ambayo nchi ilitakiwa inufaike na wananchi wake walitakiwa wanufaike. Hatuwezi tukaruhusu hizo janja janja hizo, yani watu wakawa natufanya sisi wote ni Mheshimiwa Waziri yani. Lugha ya kidiplomasia wasitufanye, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, sisi wote wa, wanaweza wakafanyafanya njama njama za aina hii Kweni. Shirikisheni na wizara zingine ambazo zinahusika pekweni. Hatuwezi tukatunga sheria nchi, tume, tume, tume, tumefikiri tukatunga sheria ya kulinda maslahi ya Watanzania and then watu watutapeli and then turuhusu utapeli uendelee kufanyika, hiyo hatuwezi tukafanya hivyo. Kama tumesema ili kampuni iweze kunufaika na ABC aidha katika kutekeleza mradi mkubwa aidha katika kuwekeza inatakiwa iwe na asilimia ya Mtanzania. Hili linatakiwa litekelezwe kwa uhalisia, sio kwa kuigiza. Sasa Watanzania ambao mlitoa tu majina yenu na hawa watu wameendelea kumiliki asilimia zote kampuni ya kigeni na hii iliyotarajiwa hiyo ya Kitanzania, tupeni taarifa hizo tupeni taarifa hizo. Hatujatunga sheria kwa ajili ya kuigiza tume, tunataka tujenge, tujenge uchumi wa watanzania tujenge makampuni ya Kitanzania. Hivyo hivyo tume, tumeweka kwenye sheria pia, hata kwenye ujenzi tumeweka mpaka kwenye ujenzi maeneo mengi tumeweka tum, tum, tum, tum, tum, sheria hizo kwamba hata kampuni ya Kitanzania sasa inaweza ikapata mradi na yenyewe ikaweka subcontractor mgeni. Sasa tupekue maeneo hayo ambayo tumeweka sheria, lakini watekelezaji wa wameenda kufeki sheria ambayo sisi tumeitunga katika hatua ya utekelezaji Unakuta tumesema, tumesema utekelezaji, kampuni ya, ya kigeni shirikiane na ya Kitanzania, wameenda kutumia majina tu. Maeneo mengine wana, wameweka majina kampuni zote zote zote, zote zinakuwa za kigeni kwao, mnyororo ule wote una, una, unaenda kwa wageni na, na, na manufaa yale yote yanaondoka, yanatoka nje nje. Hii hii mradi kwa mradi tuiangalie na wale ambao wamedanganywa, tupeni taarifa kwa siri, tupeni taarifa kwa siri. Kwa hili, hili na lenyewe ni moja ya eneo ambalo tuendeni tukaliangalie. Hatuwezi tukaruhusu, tumeweka kwenye sheria, and, and then hawa watu mwisho wa siku wanatufanyia janjajanja janja ili mnyororo wowote wanufaike nao. Hii haiwezi kuwa sawa. kwa hiyo wizara ya kazi, wizara ya mambo ya ndani, wizara ya viwanda na biashara, mpango na uwekezaji, fuatilieni kimoja kimoja, sheria inasemaje na wao wame wamefanya kitu gani. Na kule tunakosajili hawa watu tusisajili kwa kutumia vyeti tu. E, tuchunguze chunguze, tujue hili likoje hasa. Mtu ana, ana, ana unaletewa kampuni yenye yenye kapasiti ya yenye mtaji wa lesei 15 billion, alafu ukifuatilia huyo mtu ni ni, ni mhudumu ana huyo, anaendeshaje hiyo kampuni yenye, yenye utajiri wa some 15 billion au na au ni driver, anaendeshaje? Lazima tuwe na wivu na nchi yetu yenye capacity ya yenye mtaji wa let's say, 15 billion, alafu ukifuatilia huyo mtu ni, ni, ni mhudumu huyo ana, anaendeshaje hiyo hiyo kampuni yenye utajiri wa some 15 billion, au, au, au ni driver anaendeshaje? Lazima tuwe na wivu na nchi yetu, tunataka tujenge kapasiti ya ya makampuni ya Kitanzania tunawanyima wale ambao wako tayari <coughs> tunawanyima wale ambao wako tayari kwa watu, kufu, kwa wao wageni kuleta makampuni yao wenyewe. Tunaya, tunayanyima fursa makampuni ya Kitanzania. Kwa hiyo hili, hili liangaliwe. Tunataka kujenga, hebu ufikirie. Unajua wakati mwingine ukiwa kwenye eneo ya malipo unajifunza sana. Wakati mwingine usipokuwa eneo ya malipo, moyo wako unakuwa na amani sana, uone watu wanakuvuna kiasi gani. Fikirieni, tangu tuanze kujenga kwenye barabara, tangu tuanze kujenga miradi ya maji, tangu tuanze kujenga miradi ya umeme, tangu tuanze kujenga, tajeni miradi yeyote ya hivi, yangekuwa yanajenga makampuni ya Kitanzania, leo kila mwaka 75% ya bajeti inaenda kwenye masuala ya manunuzi ujenzi. Yangekuwa anajenga makampuni ya, ya kitanzania leo tungekuwa na makampuni makubwa yenye nguvu mangapi? Haya mengine yanayokujaga yanatuzidi ule ugeni tu na vingereza ngereza hivi, lakini ukiangalia wako sawa na na, na haya ya kitanzania. Wengine wanakuja na briefcase tu, ndio wanakuja na briefcase tu tena briefcase lenyewe lina nyaraka, nyaraka, nyaraka na shati moja, wanakuja kupatia ofisi serious hapa hapa kwetu. situjenge za kitanzania zitaajiri vijana wetu na zitalipa kodi, so hili tulipeleke kwenye utekelezaji, tulishatengeneza sheria, tupeleke kwenye tusimamie kwenye utekelezaji wake, tusimamie wake tusimamie utekelezaji wake. Hatuwezi tukawa na makampuni tumeweka kwenye sheria kwamba atapate na makampuni ya, ya, ya ndani, and then wanatengeneza makampuni ya ndani feki. Kwa hiyo inakuwa ni, ni makampuni yote ya nje, hii haiwezi kuwa sahihi. Tu, tuisimamie kama tuna na kama kwenye sheria tulivyoweka ya, ya, ya makampuni ya Kitanzania inamaanisha geographical kama iko Tanzania inakuwa bado inaumiliki wageni. Angalieni kwenye sheria kama, ina, kama inatoa mwanya huo tuibadilishe, iwe, iwe na kampuni ya Watanzania, sio makampuni yaliyoko Tanzania, iwe na kampuni ya Mtanzania. makandarasi na kwenye kila eneo tujenge kapasiti ya Watanzania. Hii imekuwa kiu ya Mheshimiwa Rais kuona makampuni ya kitanzania yana take charge kwenye ujenzi wa nchi yetu, na ndio maana kila wakati alikuwa akielekeza special fund kwenye malipo iende kwenye hayo kwenye kwenye kwenye makampuni ya kitanzania ya ndani. Hatuwachukii wageni, lakini lazima tulinde watu wetu. Wanachaji mkataba kwa dola, wanachaji riba wakicheleweshewa kulipwa na serikali. Wakilipwa wao, wanachelewesha miezi sita kuwalipa wazawa. Kwa nini hili lisituume? wao wakicheleweshewa, wanaweka riba, kodi za walipa kodi wa Tanzania walipwe na riba. Wao wakiwacheleweshea, wanajiamulia tu wawalipe wa lini, wanajiamulia tu kwamba walipe lini, na wao wakichelewesha, hawana riba dhidi ya makandarasi wetu wazawa. hii wat, Watanzania si, si, siwe mnyonge ndani ya nchi yako, hivyo kwamba u, kwa sababu ume, ume, ume, umepewa subcontract na huyo una, ni mgeni unajiona una, una, una kama vile unafanya kazi na unafanya... unafanya kazi na na kwa sababu hilo neno limeshakataa kutoka, ngoja niliache hivyo hivyo. Na kusema, ukila ukimuona kwa kuwa ni mgeni unaona uko na mkoloni. Hapana, uko ndani ya nchi yako na, na una merit za kupata hiyo kazi. Hawawezi wakaichaji serikali riba. Wakicheleweshewa wanalipwa na riba kwa sababu imecheleweshwa. Wewe pia ume, Mtanzania umecheleweshewa miezi sita, haina riba, na wengine kwa ajili ya kuwekaweka mariba wanalipwa kila kila certificate inalipwa kila inapofika mwisho wa mwezi halafu wao wanajipangia wawalipe lini subcontractors ambao ni Watanzania. Wengine wanafirisika kwa sababu ya kucheleweshwa malipo, wengine wan, wanaingia kwa, apa, uh, uh, assets zao zinaingia kwenye minada kwa sababu wamecheleweshwa malipo na kazi wamefanya na kazi ndio wanaofanya literally. Ukienda site ndio unaowakuta so it, kama kuna mwanya kwenye sheria unaoendelea kutoa kutoa rumu ya aina hiyo iangaliwe, kama main contract ina, ina mambo ya riba, ina mambo ya namna gani, hiyo iende kwamba huyu akilipwa riba anatakiwa awalipe riba na wale Watanzania aliowacheleweshea. Mwagaidi watu wa wafanya hivyo, na wale wanao wanaotoatoa hizo kazi wapeni Watanzania. Sheria sasa imesharuhusu wapeni, wapeni Watanzania, na wenyewe ndio wawape wa, wa, wa, kazi ao wengine Yeah. Watu wetu walioko huko kwenye manunuzi, Mheshimiwa Waziri, watu wetu walioko kwenye manunuzi kule, wao wameaminiwa, wanafika ngazi za juu kabisa serikalini na wamesoma pamoja na wale mainjinia walioko sekta binafsi, wao wameaminiwa, lakini wao hawawaamini wenzao walioko sekta binafsi na madarasa, na madarasani walikuwa pamoja, kweli tangu mwaka sitini na moja mpaka leo, hatuna wahandisi wanaoweza kusimamia taasisi likajeng lika likafanya ujenzi. So nilikuwa nasisitiza hili kwenye upande, kwenye upande wa uwekezaji na upande wa maeneo ambayo yanahusisha kazi zinazopewa zinazotolewa kwa msingi wa mgeni awe na mzawa, na, na, na, na makampuni ma, ma ya ndani, twendeni tusimamie iwe halisia. Ninazo taarifa, baadhi ya maeneo ambako watu wana feki makampuni ni kwao wao wenyewe, wageni wanalifeki kwa kutafuta mtu mmoja, anaweza akawa dereva, anaweza akawa mhudumu, anaweza akawa mtu tu ambaye hata hahusiki na hiyo, ametumia utambulisho huo, then mnyororo wote wa mapato yanarudi kule kule kwa wageni, nchi hainufaiki na Watanzania wanufaiki. Hili tuliangalie, shirikisheni na hizo wizara zingine nilizosema, uwekezaji pamoja na viwanda na biashara. Sasa kwenye upande wa waajira zinazo, fursa zinazopatikana nje na, na ndo maana tulisema pia fursa zinazo tulisema tushirikishane wizara zaidi ya moja. Tumekuwa tumekuwa na spidi ndogo sana ya kushughulikia haya maswala, tuna uhitaji mkubwa lakini spidi ya kushughulikia masuala yanapopatikana imekuwa ndogo mno. Maeneo mengine ni mikataba hatujahuisha, si tuko ofisini, inawezekana wa, wa, wa, wa, inawezekana walengwa wasizipate hata hizo taarifa. Maeneo mengine ni kuuisha mikataba tu, tunabaki hivyo hivyo, hatujahuisha mikataba ya ya exchange programs za aina hiyo za za kubadilishana watumishi wafanya, wafanya kazi kada mbalimbali zinazohitajika. Sasa hili jambo limeshaongelewa mara nyingi, viongozi wetu wakuu. Mheshimiwa Rais nakumbuka ame, amelisemea kabla hatujaenda kwenye uchaguzi, na sasa, kwa Waheshimiwa mawaziri, mtakumbuka watekelezaji ni sisi. Bainisheni maeneo yote ambayo mikataba haijauishwa ndani ya muda mfupi immediately, baada ya kikao hiki tutengeneze timu za majadiliano na nchi husika, na ndani ya muda mfupi tuhuishe mikataba hiyo. Hili si zuri kwamba nafasi zinapatikana hatuzichangamkii. Sisi tuko ofisini zinahusu Watanzania wenzetu kupata fursa, hatu zichangamkie. Sina ushahidi wa aliyefanya hivyo, lakini unaweza ukakuta mwingine hana hata ndugu anayeweza kufiti kwenye hiyo. Kwa hiyo ana, anaacha tu anaendelea na shughuli zingine. Hii haiwezi kuwa sahihi. Sioni sababu nyingine kama sio hiyo ya ubinafsi. Ni nini, kwamba fursa imeshapatikana and then tunaweka kwenye kabati? haiwezi kueleweka zaidi ya kusema huu ni ubinafsi. Sasa tuwaishe, tutakapo tutakapokaribisha wenzetu wanaokutana na hizo fursa watatuambia. Tunazo nchi ambazo mikataba haijahuishwa na watu mwaka mzima, tuko ofisini hatujahuisha hata kufu, hata kuinitiate tu discussion haipo na tuna vijana wanahitaji hizo fursa, wanakwama kwa sababu mikataba haijauishwa. Hawawezi kwenda wao nje ya serikali kwenda kunegotiate mikataba ya aina hiyo, ambayo inatakiwa hiyo negotiated na serikali. Kwa hiyo hii tutakapoipata nitataka nijue kamati zitakazofanya hizo kwenye kila hiyo bilateral relation tuliyonayo, na time frame ya kutekeleza hii ili iuishwe na, na fursa zilizopo ziwafikie Watanzania wenzetu. La pili, zinapatikana fursa zile hata hatuzitangazi ili watu wajue, na pengine zile times tunabaki nazo sisi wenyewe, ambao si sisi tunaenda kufanya hizo kazi. Vyama vya wafanyakazi, mheshimiwa waziri, karibu kila kada ya wafanyakazi ina ina uongozi wao, tungewapa hata hao wajadiliane huko ngazi za, zao wenyewe ili ili warudishe mrejesho kwamba sisi hii hatuihitaji, kwa kwa, kwa reti hizi sisi hatuihitaji. Tunawaamulia watu sisi wenyewe maofisini, tunaamua kwa niaba yao sisi wenyewe, hata taarifa hatuwapi. Hata wale viongozi wa hivyo vyama hata hawapati hata hizo taarifa. Hii si sahihi. Tukipokea fursa hizo tusiamue kwa niaba. Kama tunaona reti hiyo wateva masharti ama reti iliyopo iko hivi na hivi, twendeni. Hata kama hatutashirikisha wahusika wale wenyewe, basi tutumie uwakilishi wao, kwamba tuna fursa hii na hii na hii. Kada hii inatakiwa. Mheshimiwa Waziri, ukitembea katika nchi mbalimbali, maeneo mengi unakuta wageni wa nchi zingine vererea unaona, watanzania wako kwenye hayo majukumu. Kwa nini zinatokea zile fursa watu wanabaki nazo kwenye mashelfu? Hana ndugu yake basi anaweka kwenye kabati, ili linaenda mpaka mpaka. Fursa za masomo hivyo hivyo. Fursa zinafika inawekwa kwenye, kwenye kabati. Mimi nilipokuwa waziri wa, wa fedha nilipatapata